Zana hai, zana hai, hai. Raila Amolo Odinga aliyejulikana kwa majina ya utani kama Baba, Agwambo na Tinga alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa kisiasa katika historia ya Kenya. Majina haya hayakuwa tu alama za mapenzi ya wa wafuasi wake, bali pia yalibeba maana ya kina kuhusu nafasi yake katika siasa za taifa. Jina Baba lilimfanya onekane kama mlezi wa demokrasia na matumaini ya kizazi kipya. Nalo Agwambo, jina la kijaluo linalomaanisha mtu wa ajabu au mwenye uwezo wa kipekee, lilimpa taswira ya kiongozi asiyeweza kutabirika, mwenye mvuto wa kipekee. Nalo jina Tinga likimaanisha trakta, lilimfananisha na chombo chenye nguzo kisichozuilika, hasa alipokuwa akiongoza harakati za mageuzi. Raila alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu. Alisomea uhandisi nchini Ujerumani na baadaye kuingia katika siasa akifuata nyayo za baba yake Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa makamu wa rais wa kwanza wa Kenya. <tinyo> Safari yake ya kisiasa ilianza kwa misukosuko ikiwemo kufungwa jela mara kadhaa kwa kupinga utawala wa chama kimoja. Alikuwa miongoni mwa waasisi wa demokrasia ya vyama vingi nchini Kenya na alishiriki kikamilifu katika harakati za mageuzi ya katiba ikiwemo katiba ya mwaka 2010. I do hereby accept to present myself as a presidential candidate at the presidential candidate elections on the 9th of August 2022. The request anonymous. Katika kipindi cha zaidi ya miaka 40, Raila aligombea urais mara tano. Hii ni mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022 na, na ingawa hakuwahi kushinda, alibaki kuwa sauti ya upinzani thabiti na mshauri wa taifa. Aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Kenya kati ya mwaka 2008 na, na mwaka 2013. Hii ni kufuatia makubaliano ya kisiasa baada ya machafuko ya uchaguzi wa mwaka elfu Kipindi hicho kilimpa nafasi ya kuongoza mageuzi ya kiutawala na kuimarisha taasisi za serikali. Democracy was on trial in Kenya. But that has not dented my commitment to constitutionalism and the rule of law. And enforcing the spirit and letter of the Constitution remains the only sure way to peace and prosperity for our young democracy. Mnamo mwaka 2025, Raila alishirikiana na Rais Ruto kuunda broad based government, muungano wa kitaifa uliolenga kuunganisha vyama, taasisi na wananchi kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi na utawala bora. Hii ilikuwa hatua ya mwisho ya maridhiano ya kisiasa ya Raila akihitimisha safari yake kama mshauri wa taifa na mjenzi wa umoja wa kitaifa. The explosive situation that existed at that time and um, everybody you talk to will tell you that as a result of the handshake peace came back to the country mbali na siasa za ndani Raila alikuwa mpanafricanist aliamini katika umoja wa bara la Afrika aliteuliwa na umoja wa Afrika kama mjumbe maalum wa miundombinu, akihamasisha maendeleo ya barabara, reli na nishati barani. Alijenga mahusiano ya kimataifa na kuwa sauti ya Afrika katika masuala ya amani, maendeleo na haki za binadamu My the right honorable Raila Odinga for standing up to be counted when the country needed leaders to stand up for Kenya. Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila alifariki dunia tarehe 15 Oktoba mwaka huu wa 2025 akiwa mjini Kochi nchini India alipokuwa akipokea matibabu Mr. Raila Amlo 80 years old former Ken Kenyan Prime Minister was brought to our casual emergency medicine today morning at 8:20 a.m. Mr. History, with the history of sudden collapse during his morning walk at Sri Tariyam, which is an Ayurvedic hospital close to our place

Initially, there was no pulse or BP recordable. Kifo chake kimesababisha wimbi la maombolezo kutoka kwa viongozi wa kitaifa na kimataifa wakimtaja kuwa nguzo ya demokrasia, kiongozi wa matumaini na mshauri wa kizazi kipya. Fellow patriots, we have lost a beacon of courage, a tower of principle and a father of our democracy. Let us come together as he always urged us to do.

Taifa la Kenya limepoteza mmoja wa mashujaa wake wakuu na bara la Afrika limepoteza sauti ya haki na maendeleo. Urithi wake utaendelea kuishi kupitia katiba ya mwaka elfu mbili na kumi, mageuzi ya utawala na kizazi kipya cha viongozi aliowalea. Nikiripoti ya Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro.